Nazakawaai mafanikio ambayo yamepatikana katika elimu za msingi na sekondari katika manispaa. Kipekee kabisa naomba kutoa shukrani za dhati kabisa kwa mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dokta Samia Suluhu Hassan, kwa kuwezesha kupitia halmashauri ya manispaa ya Singida fedha kwa ajili ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya ujenzi ya miundombinu ya shule kama baadhi inavyoweza kufanuliwa.

na milioni mia mbili thelathini na tatu, elfu sabini na sita, mia nane sabini na nane, bilioni 7 milioni mia mbili thelathini na tatu, elfu sabini na sita, mia nane sabini na nane na na zimetumika katika ujenzi wa ukamilishaji wa miundombinu mbalimbali katika shule. Moja ya jambo ambalo nadani nabidi tushirikiane sana ni kwenye maeneo hasa ya chakula asilimia inayoonekana hapa inahitaji fedha za kati kubwa sana. Ukiangalia tofauti ya shule za msingi na sekondari, bado tunapaswa tukazana kidogo, ili tufika asilimia mia moja. Maana mtoto kuna wakati itafika pasa akili itachoka, lakini atahitaji yaongeze eneji nyingine kwenye mwili, ili akili iweze kurudi katika hali ya kawaida, naendelea vizuri na masomo kwao. Hili nadhani wamelainisha vizuri kwetu, sasa ni changamoto ambayo nadhani tunabidi tutoke nayo kwa ajili ya na ndio hapo wenyekiti wa shule wa bodi wa shule wenyekiti wa vijiji vitana, na wadau wengine wote, karibu hivi sasa tukafanyia kazi zaidi, kwa sababu hivi kwa sababu kikao cha tatu aliweza kufika asilimia 100, lakini eneo hilo pia lazima tuwe na sheria ndogo, kwa sababu uhiari huu ni mgumu kidogo kwa watu wasiojua Mungu. Tumeona mapinduzi makubwa kwenye shule mpya zojengwa lakini tumeona mapinduzi makubwa kwenye shule za sekondari zilizojengwa, na hasa kidato cha tano na sita. Hapo awali kulikuwa na sekondari moja ya kwenda ambayo ni kidato cha tano na sita, lakini kwa sasa tumeona mabadiliko ya shule kadhaa zilizoongezeka. Hii inaonyesha dhahiri, inaonyesha wigo mkubwa wa kuweza watoto wetu kusoma kwa mazingira yaliyoko karibu ama maeneo karibu. Hii itaondoa itasababisha watoto wetu basi wakuwe katika eneo zima la elimu. Nipongeze sana serikali ya awamu wa sita kwa hatua hii kubwa. Lakini nini cha kufanya sasa baada ya mapinduzi makubwa ya kujenga hizi shule? Jambo la msingi la kufanya hapa. Serikali yetu kwa sasa imejielekeza kwenye elimu ujuzi, ambayo tunaona bilioni 1.6 zimekwenda unyama kujenga shule ile ya Amali. Nataka niwaambie hiyo ni